Msikilizaji, tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Anaitwa Jobu kutoka Bagamoyo moyo, ameuliza maswali mawili. Eti Yesu hakuwa Mkristo, ni kweli? Yesu Kristo, Yesu hakuwa Mkristo. Yesu ni Kristo, sio Mkristo. Yesu ni Kristo. Mkristo maana yake mfuasi wa Kristo, na Yesu ni Kristo. Hivyo kama ye ni Kristo hawezi kuwa Mkristo, kwa sababu yeye hawezi kuwa mfuasi wa Kristo. Kristo ni yeye. Hivyo Yesu siyo Mkristo. Tumeelewana na nani Wazi kabisa eh? Ye alikuwa ni Myahudi, yeye alikuwa Myahudi, alikuwa binadamu, alikuwa chema anayotaka ile, lakini yeye hakuwa Mkristo, yeye ndiye Kristo. Ye siye mfuasi wa Kristo. Mkristo ni mfuasi wa Kristo. Sasa ye ange, angejifuata mwenyewe, hakujifuata mwenyewe, yeye hakuwa Mkristo, yeye ni Kristo. mm. yeye si mfuasi bali sisi tunamfuata sivyo? E, sisi tunamfuata hivyo. Sisi ni Wakristo, sisi ni wafuata wa Kristo na. Yesu hawezi kuwa mfuata Kristo kwa sababu yeye ni, ni Kristo Kristo. E, Kristo. E, hawezi kuwa mfuata Kristo, yeye ni Kristo mwenyewe. Haya, akauliza tena swali lingine hapo, eti ni halali kunywa ila usilewe, ni halali kunywa ila usilewe. Kristo mwenyewe alikuwa anakunywa anasema kwamba Yohana alikuja hali wala hanywi, nkasema ana, ana mashetani. Amekuja mwana wa Adamu, manake yeye anakula anakunywa, wakasema ni mlafi, kwa sababu yeye alikuwa anakunywa. Alikuwa, ila kidogo. Hata siku alipofanya Ekaristi Takatifu alikuwa akashika kikombe akawapa, manake alikuwa na wana nini wanakunywa ile kikombe cha divai na kuonyesha kwamba ni divai. Waliofuata baadaye, walikuwa wanafuata mfano wake, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, na wenyewe wakaendelea kufanya ekaristi takatifu na mkate na divai, divai maana divai ya kileo. Hivyo kunywa sio kubaya, kubaya ni kulewa. Kula sio kubaya, lakini kuvimbiwa ni dhambi. Kufanya tendo la ndoa sio kubaya, lakini ubaya ni ufuska, kila kitu, kuzini, kuzini ndiyo ubaya.